Siku ambazo zinazokuja kwa hivi sasa, tukiangazia mengine, ni kwamba wadau mbalimbali kutoka kaunti ya Kisii wakiwemo wazee, mawakili, wafanyikazi na vikundi mbalimbali mbali, vya vijana na kina mama wameandaa mkutano mjini Kisii kutathmini mwelekeo wa eneo zima la Gusii hususan kuhusiana na masuala ya uongozi na maendeleo. Mkutano huo unalenga kuleta viongozi na wafanyikazi wote wa kaunti hiyo pamoja kuzungumza kwa kauli moja. Mwanahabari wetu Crispin Otieno ana hudhuria mkutano huo na hivi sasa tunaungana naye moja kwa moja, atupashe mengi. Kwako kwa Crispin. <laughs> Uh, na ma, Mwanamisi ulivyosema ni kweli, hapa tulipo tupo katika mji wa Kisii ambapo hii leo ni siku maalum ya washikadau mbalimbali ya mbali kukutana katika mji huu wa Kisii kujadili maswala yanayofungamana na uongozi na vilevile mwelekeo wa kisiasa katika eneo hili eh, la Gusii. Unavyotizama nyuma, eh, nyuma yangu hapa ni takriban zaidi ya watu uh, 500 wakiwa tayari wamekwishafika fika katika eneo hili kama njia mojawapo tu ya kuzu, uh, kuipa kipaumbele maswala ya eneo nzima uh, la Gusii. Nataka tu nizungumze na mwenyekiti ambaye eh, anaongoza kikao hiki cha leo, aweze kutuelezea tu bayana mkutano huu uh, ni upi na umuhimu wake wakati huu katika eneo nzima la Gusii. Crispin, natoa shukrani kubwa kwa sababu leo katika Kisii nzima, wazee, akina mama, vijana wetu all leaders from walks of life, tumekutana hapa kwa ajili ya kusema ya kwamba Wakisii wanampenda Kenya na Wakisii asubuhi ya leo wanafuatilia umoja wa Wakenya, na zaidi ya yote Wakisii wamesema wanataka kuongea kwa sauti moja hata katika uongozi ambao unakucha. Unaona, tumekusanyika wote na wengi tutakutana katika masub county, lakini leo tumekutana headquarters hapa kusema ya kwamba kama wakisii tumeamua na tumeacha tofauti zetu zote, tutakuwa kitu kimoja, kupigania amani, kupigania umoja, na katika uongozi huu ambao unakuja, tumemweka mbele kiongozi wa wakenya Fred Okengo Matiang'i. Tuwe pamoja wote kuona ya kwamba tumeingia. Kwa hivyo tumekucha tukiwa na viongozi ama MCS, wote tumekucha na akina mama, people with the disabilities and the youth, indeed Kea oh, mmesema namna gani? Asante sana, wacha tuzungumze na wengine hapa. Mama, asante. Tuambie wakati huu, wakati ambapo <mimilio> unataka jamii kuwa pamoja, labda umeweza kuzungumza na viongozi wa wengine ambao labda wajafika hapa. Nawashukuru kwanza. Mi jina yangu ni Zipora. Hapa Kisii leo hii tumeamua watu wametoka kila mahali, tumeamua kama wamama tuwe pamoja. Ile tofauti yenye imekuwa hapa Kisii leo kila mmoja tumeamua tuwe pamoja, tutembee mguu mmoja, watu wetu wote, hata kama kuna mmoja yuko pamoja nasi. Tunajua tu mtoto akienda kutafuta kitu huko nje anarudi Tuna wahitaji warudi wote, tuingie kwa nyumba yetu moja hii. Safari tumeanza leo hii, tumeamua kuna mtoto wetu, wa Kenya wote wameitikia. Mtoto wetu Matiangi, kila Mkisia amekupali ni Matiangi, tumesema mwenye hata ako nje ya nyumba hii aingie ndani, kwa sababu mkisii anasema tukikula pamoja chakula inakuwa tamu. Wakenya wote wameamua, wamekubali, wamekubali kichana yetu, wanajua vile alifanya kazi. Sasa sisi leo hii kama mkisii, kama mumama wa wakisii, tumesema tumeachilia mtoto wetu Fred aende huko nje, atembee kabisa atafute kura kwa wengine, wakati ikifika 2027 yeye awe ndiye kiongozi wetu katika nchi yetu ya Kenya. Wewe ukiwa mmoja wa viongozi ama wazee katika jamii ya Abagusii. Ah, shukran sana kwa Wakenya wote, na cha kwanza ningesema ni kwamba sasa hatuhitaji Matiang'i akuje Kisii. Tumetosha, wale ambao wako hapa wamesema tumetosheka Kile tunataka ni uongozi bora katika taifa letu, kwa sababu uongozi ndicho kisababishi cha yote maendeleo ambayo yanahitajika katika ii Kenya yetu. Na kutoka upande huu, kikao hiki haswa, si ati ni cha vyama vya watu, hakuna mm -mm. chama hapa. Hapa ni wazee, akina mama, vijana wa eneo la Kisii wote wameketi pamoja, wakasema mbele tunaenda. Matiangi tumeambiwa kutoka nje kwamba tupee huyo, tumewapea sisi. Hapa tuko timamu ama vipi? Eyo. Haya na hayo ndio tunahitaji, kwa sababu kila uongozi ndio unadhamini yale ambayo yatatokea katika jamii. Kuna vituko vingi ambavyo hatupendi katika uongozi huu ambao unaendelea, lakini tukisababisha sisi, ndicho kisababishi kwa kupiga kura yale ambayo ni maendeleo tutakayohitaji, yasiyo na uongo wowote <tutu> Eh, kwa majina naitwa James Ondali tena jina lingine Paradiso mimi ni MCA wa Wajitendere katika municipality ya Ogembo. Ninataka kusema kwamba siku ya leo tumekongamana hapa kama watu wa jamii ya Omogusi. Kwanza kutoka Kisii kama constituencies zetu tisa tumekutana na tumekutana kusema kwa dunia yote. Tukisema kutoka hapa Kisii kwamba sisi kama wa Kisii na sisi kama jamii ya Omugusi tumeamua kwamba tuko nyuma ya mheshimiwa Fred Okengo Matiang'i. Ma, ma, ma. Na tumesema kama Wakisii sisi tuko pamoja. Ninaona mwaka wa elfu mbili na mbili tulikuja pamoja kama chamii ya Omugusi wakati wa mzee wetu Teleti Nyachae. Wakati huo tulikuja asilimia mia moja pamoja. Lakini sasa tumekuja asilimia mia tatu pamoja kuungana pamoja, kushirikiana, kuhakikisha kwa kwamba eh, Fred Okengo Matiangi atachukua Kenya mbele. Ila kitu nataka kusema ya mwisho ni kwamba uongozi kwa sasa umekuwa mbaya. Umeona kwanza kama leo kijana Albert Uchiangi anapelekwa nyumbani huko Ombapei kusikwa na unajua ni kwa sababu ya abduction ambayo inaendelea Kenya. Tunataka kuambia Kasongo kwamba wakati tumeungana hivi pamoja mambo yake imekwisha. 2027 maneno yake ni nyumbani. Shukran ni one time. Shukrani sana, shukrani sana. Hey, you, you, you, you. Na mwanafeminisi hey, eh, akijana. Tafadhali you, you, you. Kwa sekunde naambiwa kwamba kijana, kijana, kijana mmoja tu tafadhali wewe uko mwisho dakika hey, kidogo tu kama Asante sana. Mimi kwa majina naitwa Alphonse, mmoja wa viongozi wa vijana katika maeneo yetu ya kaunti ya Kisii. We want to say we are here as a community. Tumekungana hapa pamoja all the nine uh, sub subcounties in, in Gusii region to offer our overwhelming support to the one and only Dr. Fred Okengo Matianyi. Asante sana. Kwa sababu ya muda, tutakuwa tukizungumza nanyi hapo baadaye katika kikao hiki kinapokuwa kinaendelea katika eneo hili ama katika mji huu wa Kisii. Ulivyosikia hapo, ndivyo hali ilivyo. Uh, mwana misi, katika kikao hiki cha viongozi mbalimbali, kuna wanasiasa, kuna vikundi uh, mbali mbalimbali vya vijana na vilevile vikundi vya kina mama, kuna mawakili hapa. Kwa hivyo wanapoendelea na mkutano huu, tutakuwa tukisikiza mengi zaidi, lakini kwa sasa tutakuwa tukipata mapumziko mafupi, kisha tutakuwa tukirejea na mengi zaidi.